Dr. Detrix na Rawa, muuguzi au mkunga pamoja na mwanathiolojia na mchungaji kutoka Maranatha First Assemblies of Tanzania. Karibu tushirikiane katika neno hili. Usiache kusubscribe katika channel hii ili uweze kupata update za kila wiki na utakuwa unabarikiwa sana. Basi kabla hatujaendelea katika somo letu tutakwenda kuomba ili Mungu aweze kutuongoza tunapoongea kuhusiana na somo la leo. E Mungu Baba, ninakushukuru kwa sababu we Mungu Baba ni mwema na ni mkuu. Asante Ebeneza, kwa sababu ya baraka zako na nguvu zako Ebeneza. E Mungu Baba, tutangulie tunapokwenda kuzungumza neno lako siku hii ya leo, tukawe bana, bana, upesi wa kuweza kuelewa maneno yako. E Mungu Baba, nakabizi dada yule, nakabizi mama yule, nakabizi kaka yule, nakabizi mtoto huyu ambaye, Mungu Baba, amechukua muda wake kuweza kusikiliza neno hili Mungu Baba neno hili likawe Bwana ufunguo wa mambo ambayo Mungu ameonekana alikuwa amekwama kutendeka kwa ajili ya faida ya kila mmoja, kwa ajili ya utukufu wako. E Mungu Baba, nami najiweka mikononi mwako, nitangulie katika jina la Yesu Kristo. nimeomba na kuamini Amen. Basi asante na karibu tena na somo letu la leo, litakuwa ni mambo matano au mbegu tano za kupanda katika ulimwengu wa roho, mbegu tano au mambo matano ya kupanda katika ulimwengu wa roho. Basi, ulimwengu wa roho ni upi? Ulimwengu wa roho ni mambo yote ambayo yanahusiana na Mungu, mambo yote ambayo yanahusiana na Mungu. Lakini kwa wengine wanaweza wakasema mambo pia ambayo yanahusiana na miungu, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna Mungu, lakini pia kuna shetani ambao anawakilishwa na miungu. Lakini mimi nitazungumzia mambo ya kupanda katika ulimwengu wa kiroho hususani katika maisha ya kumjua Mungu, yaani Ukristo, na tutakwenda kusoma Biblia kifungu cha Wagalatia sura ya sita tutasoma mstari wa saba hadi mstari ule e, wa tutasoma mstari wa saba hadi mstari wa kumi, mstari wa saba hadi mstari wa kumi. Biblia inasema, Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia, msidanganyike, Mungu hadhiakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, hasa jamaa ya waaminio. Kwa hiyo tumesoma kutoka katika kitabu cha Wagalatia ile sura ya sita tumesoma kuanzia mstari wa saba na mpaka mstari wa kumi, na kama nilivyosema, nataka nizungumzie mbegu tano ambazo inabidi uzipande katika ulimwengu wa roho ili uweze kuona mafanikio au uweze kuona majibu katika kifungu hiki, kama ambavyo nilimesema mwanzoni katika masomo yangu kwamba Biblia imetumia mifano mingi kulingana na hali ambayo ilikuwa inaweza kueleweka katika jamii husika kwao. Tunaona hapa mtume Paulo anatumia mfano wa mkulima anapoongea na Wagalatia, kwa sababu wakati huo inaonekana Galatia, ungeliongea maswala ya kilimo, walikuwa wanaweza kukuelewa kwao. Na mimi leo nitatumia huo mfano kuweza kukufunulia vile ambavyo Mungu amenionyesha katika hili eneo. Kwa hiyo mkulima tunazungumzia mtu ambaye amemjua Mungu au tuseme Mkristo au mfuasi wa Mkristo, ndiye mkulima na kulingana na huu mfano ni kwamba shamba yapo mawili, kuna shamba la rohoni na kuna shamba la mwilini, na haya yote mashamba yanaweza yakalimwa na mkulima. Kwa hiyo mtu aliyeokoka anaweza akapanda katika mwili au anaweza akapanda katika roho, na kote katika haya mashamba kuna mavuno tarudia tena kwamba Paulo anatumia mfano wa mkulima akifananisha na Wagalatia, yani watu ambao kanisa lile la Galatia, au leo hii tungelisema mtu ambaye amemjua Mungu au Mkristo au mfuasi wa Yesu Kristo, ambaye katika huu mfano ndiye mkulima. Na Paulo anafananisha shamba na mambo mawili, kuna shamba la rohoni na kuna shamba la mwilini. Shamba la mwilini ni shamba la kidunia, ni shamba ambalo halihusiani na mambo ya kimungu, na shamba la rohoni hapa linamaanisha mambo yote ambayo yanahusiana na mambo ya kimungu, kanuni na taratibu zake. Kwa hiyo mtume Paulo anasema unaweza ukapanda katika shamba la mwili, utapata mavuno ambayo mara nyingi yatakuwa ni uharibifu, lakini pia unaweza ukapanda katika shamba la Roho ambapo mwisho wa siku utapata faida katika maisha yako ya Ukristo pamoja na mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo mkulima anahitaji mambo kadha wa kadha ili aweze kufanikisha swala lake la kupanda mbegu, la kumwagilia na hatimaye kuweza kupata mavuno ambayo yatamletea faida. Kwa sababu kazi ya mkulima mara nyingi ni kudili na kupanda. Anapanda na anavuna ili yale mavuno yamletee faida. Inawezekana faida ya kwake binafsi au faida ya kiuchumi baada ya kuwa ameuza yale mazao. Kwao mkulima anahitaji mbegu, lakini mbegu inaweza ikawa bora lakini pale ilipopandwa kama sio sehemu nzuri basi lile eneo likawa na ma, ma, majibu au likawa na mavuno ambayo sio mazuri. Kwa mkulima anahitaji mbegu, mkulima anahitaji shamba, mkulima anahitaji kumwagilia na mbolea, lakini kikubwa zaidi mkulima anahitaji uvumilivu, kwa sababu ili shamba liweze kutoa mavuno yoyote linahitaji muda. Mbegu haiwezi ikakuwa, leo umepanda kesho ikakua, inahitaji muda. Kuna mbegu za muda mfupi, kuna mbegu za muda mrefu. Kwao wakulima ni watu ambao sana wamejifunza kuvumilia, kwa sababu wanaoyapanda yanahitaji muda. Hivyo hivyo katika maisha ya Wakristo kuna mambo ambayo tunayatenda, huwezi ukaona majibu yake yakitokea wakati huo. Kwa hiyo yanahitaji wewe kama Mkristo uvumilie. Unapovumilia, kuna wakati utafika. Mungu kwa sababu umepanda katika shamba lake la kiroho, atakujibu kwa sababu. Majibu ya Mungu huwa ni ya aina tatu. Mungu anaweza akakujibu mapema kwa sababu anataka ujenge imani juu yake. Mungu anaweza akachelewa kukujibu kwa sababu anataka kufundishe uvumilivu, na kuna wakati Mungu anaweza asikujibu au wa akachelewa kabisa kukujibu kwa sababu kuna muujiza mkubwa au jambo kubwa ambalo anataka kulitenda ndani ya maisha yako, na ili uweze kuliona linahitaji ufike kiwango ambacho kinamridhisha Mungu kukutendea jambo. Kwa hiyo leo hii tunataka tuzungumze kwamba mkulima ni mtu aliyeokoka, na mtu aliyeokoka au Mkristo au mtu ambaye anajua Mungu, unaweza apanda katika shamba la mwili au ukapanda katika shamba la kiroho, jambo ambalo leo hii wapo wengi makanisani ambao wameokoka ndio, lakini matendo yao ni ya kimwili badala ya kwenda kiroho, na kuna wengine ambao wanasema kwamba wanaenda kiroho wanasahau kwamba tuna mwili. Kwa hiyo lazima uelewe haya mambo, kama kweli unataka utembee katika safari yako ya Ukristo kwa mafanikio na kwa faida na kwa matokeo. Kwa hiyo mkulima hawezi kuvuna pasipokuwa amepanda. Kwa hiyo kupanda ni muhimu id katika roho au katika mwili huwezi ukavuna kitu ambacho hujakipanda. Utasoma Wakorinto wa pili sura ya tisa mstari wa sita Utasoma Ayubu sura ile ya sita Ayubu nne sura ya nne mstari wa sita hadi wa nane Utasoma Zaburi kumi na nane mstari wa kumi na tisa hadi mstari wa ishirini na moja Utasoma Mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa nane Mkulima hawezi kufanikiwa hawezi kuvuna pasipokuwa amepanda, huwezi kuvuna ambacho hujakipanda, na hii ni sentensi ambayo ni tata. Wengi tumetaka tupate mavuno sehemu ambapo hatujapanda, lakini sheria ya mkulima ni kwamba lazima upande kama unataka kuvuna. Na ninaendelea kusema kwamba mbegu zipo, mbegu za kiroho zipo, mbegu za kimwili yani spiritual seeds. Kuna spiritual seeds na kuna physical seeds. Spiritual seeds ni mbegu za kiroho na physical seeds ni mbegu za kimwili. Kwa hiyo umepanda wapi ndipo utakapopata mavuno, lakini huwezi vuna pale ambapo hujapanda. Kwa hiyo sasa, twende tukaone zile mbegu tano ambazo nimesema kwamba ni mambo matano ya kupanda katika ulimwengu wa kiroho ili uweze kuvuna, au mbegu tano za kupanda katika ulimwengu wa kiroho. Na mbegu ya kwanza ni neno la Mungu. Mbegu ya kwanza ni neno la Mungu. Neno ni mbegu. Ukisoma katika vitabu vya Injili tunaambiwa kwamba mkulima alipanda mbegu, na hapa tunaona kwamba mkulima huyu alipanda katika maeneo tofauti tofauti, na kulingana na yale maeneo ambayo alikuwa amepanda, kila eneo kulikuwa na matokeo tofauti. Tunaona kwamba kuna mbegu ambazo zilipandwa njia panda, zikashindwa kuota. Kuna mbegu ambazo zilipandwa kwenye kwenye mwamba, zikashindwa kuota. Kuna mbegu ambazo zilipandwa kwenye miba, ile miba ikawa kizuizi na kuna mbegu ambazo zilipandwa kwenye udongo mzuri zikaota. ko neno la Mungu ni mbegu ya katika ulimwengu wa kiroho ambao tukiipanda tunapata matokeo. Tukisoma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Yoshua kwamba neno hili kitabu hiki cha torati kisitoke kinywani mwako, kisome na ukitafakari, na maneno haya ukae nayo, ndipo utakapostawi na ndipo utakaponufaika. Kwa hiyo katika maisha yetu ya Kristo kuna mambo mengine yanafunguka kwa sababu tumelijua neno la Mungu. Tukisoma Zaburi ya ishirini na saba mstari wa kwanza, tunaona kwamba Daudi anasema jambo moja ambalo nalitaka na hili ndio nalotafuta, nikae nyumbani mwako siku zote za maisha yangu, ni tafakari uzuri wako. Kwao Daudi anasema kwamba akae ndani ya nyumba ya Mungu, atafakari maneno yake. Kwa hiyo unaona kwamba neno la Mungu ni mbegu, na kama haulisomi wala haulitafakari kuna baadhi ya mafanikio unashindwa kupata, kuna baadhi ya mavuno katika maisha yako ya Ukristo hutayaona kama hausomi neno la Mungu. Tukisoma pia kitabu cha Kutoka sura ya kumi na tatu mstari wa ishirini na moja na kitabu hicho hicho cha Kutoka sura ya ishirini na saba mstari wa ishirini mpaka wa ishirini na moja. Pia unaweza ukaongeza kusoma Yoana sura ya nane mstari wa kumi na mbili na Matayo sura ya nne. Hapa tunaona majaribu ya Yesu Kristo akiwa jangwani tunaona kwamba shetani alitumia neno kumjaribu Yesu Kristo na Yesu Kristo anatumia neno kumja, kumshinda shetani. Koo, tunashinda majaribu kwa kulitumia neno, na hata Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya Mungu. Kinachotuponza Wakristo wengi, tukashindwa kuvuna ushindi katika ulimwengu wa Roho, ni kwa sababu hatulijui neno la Mungu, hatujui ahadi ambazo Mungu amezisema hatujui baraka ambazo tunazipata kwa kulisoma neno la Mungu, hatujafunuliwa kweli ya Mungu. Kwa sababu hiyo, fikra zetu zinabaki kuwa zimefungwa, na unapokuwa umefungwa unakuwa hauna uhuru. Lakini ukilisoma neno unafunguliwa, ukilisoma neno unawekwa huru, ukilisoma neno unakuwa na maarifa, ukilisoma neno linaweza kukupa ushindi wakati wa majaribu, kwa sababu neno linaleta amani, neno linaleta kujiamini, neno linaleta linaleta kufanya mapigano yako katika ulimwengu wa Roho, ukijua hasa kile ambacho Mungu anakisema juu yako. Hata wengi ambao wamefungwa katika madhehebu, kwa sababu hawalisomi neno, wanaamini neno la mtu badile badala ya kuamini neno la Mungu. Kwa hiyo, the bible is the major principle. Soma Biblia, acha kuamini maneno ya watu, amini neno la Mungu. Mtu akisema kitu liangalie, je, linapatikana katika neno la Mungu? Kama lipo litafakari lakini kama mkristo jifunze kulisoma neno kusikiliza neno kutafakari neno kila siku unaweza ukajiwekea tabia ya kusoma mstari mmoja mmoja kusoma kifungu kimoja kimoja kusoma sura moja moja na ninakwambia ukifanya hivyo ndani ya mwezi mmoja tu utaanza kuona mabadiliko makubwa kwao neno la mungu ni mbegu na hiyo mbegu ikipandwa katika maisha katika ulimwengu wa kiroho inaleta faida biblia inasema kwamba lililodondoka katika udongo mzuri likamea, likazaa matunda makumi elfu na mamia. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kama Mkristo ambaye umelijua neno la Mungu, unakuwa una matunda. Huwezi ukaomba pasipo kujua neno, huwezi ukapigana na mpinzani pasipo kujua neno, huwezi ukaubiri pasipo kujua neno, huwezi ukawa na huduma ya kuimba pasipo kujua neno. Kwao neno ni mbegu ambayo lazima uipande ili upate matokeo. Namba mbili, ushirika. Ushirika yani fellowship. Fellowship. Zaburi ya mia thelathini na tatu inasema tazama, vile ilivyo vyema ndugu wakikaa pamoja. Kwao tunaposema ndugu hapa tunamaanisha wana wa Mungu, yaani wa Kristo. Usipende sana kukaa peke yako wewe mwenyewe, na ukisoma kitabu cha Waibrania kinasema tusiache kukutana, kama ilivyo desturi yetu mpendwa, ko ni vizuri sana kuwa na tabia ya kwenda kanisani. Ni vizuri sana kuwa na tabia ya kuwa na makundi ambayo unakaa na Wakristo, unashea nao shida zako, unashea nao mahitaji yako, unasoma nao neno la Mungu, uhum, unafanya nao maombi, kwa sababu hili litakusaidia ukue katika ulimwengu wa roho, au hii itakusaidia uweze kuvuna katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Matayo kumi na nane kumi na nane, Biblia inasema kwamba waliopo wawili watatu, nami nipo katikati yao. Aikusema akiwepo mmoja, wakiwepo wawili au watatu, wakizungumza neno langu, na mimi nipo katikati yao. kwa Biblia hapa inatufundisha kwamba pale tunapokuwa tumejikusanya sisi kama Wakristo, basi Mungu anakuwa katikati yetu. Ukisoma Matendo sura ile ya pili mstari wa 42 mpaka watatu Tunaona kwamba kanisa la zamani lilikaa pamoja, lilikuwa na ushirika wa pamoja, walikula pamoja, wakaomba pamoja, wakagawana mpaka vitu vyao, na Mungu akawaongeza sana katika kipindi kile, wakawa wanaongezeka kila siku. Kwa hiyo siri ya kuongezeka, siri ya kupanuka ni kuwa na ushirika pamoja na wakristo wenzako, kwa sababu hii vita tunafaa kubebeana mizigo. Kwa hiyo panda katika ushirika katika ushirika mtafanya maombi, katika ushirika mtajadili neno la Mungu, katika ushirika utasikiliza neno la Mungu, katika ushirika utapata vitu ambavyo pengine wewe peke yako ulikuwa huvifahamu. Ukisoma Matendo sura ya kumi na mbili mstari wa tano Biblia inasema kwamba ukae na amani na kila mmoja. Na katika Matendo kumi na mbili tunaona kwamba Petero alikuwa amekamatwa akafungwa, lakini ushirika wake, lile kanisa lilipiga magoti mbele za Mungu likaomba na milango ya gereza ya Petero ikawa imefunguliwa. Kilichomfungua Petro ni kwa sababu ya ushirika uliokuwepo kipindi hicho. Kwa hiyo kuna mambo mengine ndani ya maisha yetu hayawezi yakafunguka isipokuwa tumepanda katika ushirika. Usikose mtu ambaye anakuombea, usikose mtu ambaye unaomba naye, usikose mtu ambaye unasoma naye neno la Mungu, kwa sababu ushirika ni muhimu, tunabebeana mizigo. Kwa hiyo jambo la pili la kupanda ili uweze kuvuna ni ushirika. Tunaona hawa kanisa la mwanzo kina Petro, ukisoma matunda sura ya pili, matendo sura ya pili, walipanda katika ushirika na wakapata majibu. Kanisa la Mungu likajaa likapanuka, likapanuka sana. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa Roho mpendwa, unahitaji upande sana katika ushirika, ili kuanguka kwako kusiwe kugumu. Vile vilevile Biblia inasema kwamba mmoja akitembea peke yake anaanguka, lakini mkitembea wawili au watatu, sio rahisi kwa sababu huyu mmoja akianguka huyu mwenzake anamuinua kwa mpendo. Wa Mkristo ambao unanisikiliza, usipende sana kufanya vitu peke yako, usipende sana kutembea peke yako katika hii safari ya uokovu. Tafuta mtu, tutafute, tupo kwa ajili yako, ili tuweze kuchocheana, ili tuweze kuambiana, ili tuweze kufundishana, ili tuweze kutiana amani, na kazi ya Mungu iweze kuendelea. Namba tatu, mbegu ambayo inabidi upande katika ulimwengu wa roho ili uweze kupata mavuno ni maombi, maombi, maombi. Utasoma Luka nne, tunamwona Yesu Kristo baada ya kuwa tu amebatizwa akaenda kufanya maombi kwa muda wa siku arobaini kwa kufunga, ndipo huduma yake ikaanza kufanya kazi kwao. Unamwona Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, lakini ilimpasa afanye maombi ndo huduma yake iweze kufanya kazi kwao. Wapendwa wachungaji, wapendwa wainjilisti wapendwa viongozi mbalimbali mbali ambao wanapenda kumtumikia Mungu kwa viwango vikubwa, maombi ndiyo njia. Pasipo maombi hakuna kitu ambacho kinaenda, pasipo maombi hakuna kibali, pasipo maombi milango baadhi ambayo imefungwa katika ulimwengu wa roho haiwezi ikafunguka. Pasipo maombi utapata shida kubwa sana maana maombi ndiyo chanzo cha kufunguliwa na kuvuna mambo makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Ukisoma katika Mariko sura ya kwanza mstari wa thelathini na tano tunaona kwamba Yesu Kristo asubuhi mapema alikuwa na tabia, anajitenga anakwenda kuomba. Kumbuka Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, sembuse mimi na wewe mpendwa. Kwa maombi ambayo tunayafanya ni tulionyeshwa mfano mzuri na Yesu Kristo, alikuwa na sifa zote, alikuwa ni Mungu, lakini bado Yesu Kristo alikuwa anaomba. Kwa hiyo mpendwa Jifunze sana kuwa na tabia ya maombi, hata kama maombi sio urefu. Wengi wanafikiri ukiomba kwa muda mrefu ndo mungu anasikia. Maombi sio urefu, maombi ni vile ambavyo unaomba. Na tumesema mbegu ya kwanza ni neno la Mungu, mbegu ya pili ni ushirika, mbegu ya tatu ni maombi. Kwa unapoomba unaomba kwa neno, kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Wanadamu tuna maneno, Mungu ana neno. Unapoomba kwa neno, Mungu anashuka na anakutendea na, na ili uombe kwa neno, shariti ni lazima neno huo umelijua. Unasema, Mungu umesema kwamba utanibariki, ninaomba baraka zangu. Mungu umesema utabariki kazi ya mikono yangu, ninaomba Baba ubariki kipato changu, bariki kazi yangu, linda ninapotoka, linda ninapoingia. Mungu ulisema hautaniacha nikiwa yatima. Ee, Mungu shusha Roho wako aweze kutenda ndani ya maisha yangu. Kwao tunaomba kwa kutumia neno tunaona katika mathayo sura ile ya sita mstari wa tano mpaka wa kumi na tatu yesu kristo anawafundisha wanafunzi wake kuomba hapa sio kwamba wanafunzi walikuwa waombi maana hata yohana mbatizaji aliwafundisha wanafunzi wake lakini inaonekana maombi yao yalikuwa hayana matunda kwa hiyo wakabidi wamwambie yesu tunaomba utufundishe kuomba ili tuweze kupata mavuno Yesu akasema bali nyinyi mkiomba ombeni namna hii. Kwa hiyo Yesu Kristo anatoa mfano wa maombi ambayo ukiyaomba yanakuwa na majibu, sio kila maombi yanakuwa na, ma, na majibu. Lakini pia Mathayo 26 36 mpaka 42, hapa tunaona kwamba Yesu Kristo hata dakika zake za mwisho, tunaona Yesu Kristo anaenda katika bustani ya Gethsemane. Yesu Kristo anapiga magoti, anaomba kwa uchungu anaomba kwa moyo uliokunjuka mpaka jasho lake linageuka linakuwa damu. Lakini pia tunaona mtumishi wa Mungu Danieli ambaye pamoja na shida na changamoto alizokuwa anapitia katika ile nchi ya Babeli, bado aliendelea kufanya maombi. Hakuruhusu mazingira wala changamoto wala magumu aliyokuwa yamepitia yabadilishe tabia yake ya maombi. Kwa hiyo, mpendwa, maombi ni mbegu katika ulimwengu wa kiroho. Hakikisha unafanya maombi, maombi ya muda mfupi, maombi ya muda mrefu, maombi ya asubuhi, maombi ya mchana, maombi ya usiku. Tafuta muda ambao unauona ni mzuri kwako, fanya maombi ili Mungu aweze kukubariki kwa sababu pasipo maombi, kuna baadhi ya mavuno, tena mavuno makubwa, kwa mfano kibali mbele za Mungu na kibali mbele za watu kinapatikana kupitia maombi. Hautavuna mambo makubwa kama hayo. Maombi yanabadilisha mioyo ya watu, maombi yanawachanganya maadui, maombi ndiyo ufunguo mkubwa katika maisha ya Mkristo. Maombi ni mbegu ambayo ukiipanda unakuja kuvuna katika ulimwengu wa Roho. Namba nne, imani na utii kwa amri za Mungu. Imani na utii kwa amri za Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa kwanza na wa pili. Tuna Mungu anasema endapo utakapokuwa umesikia sauti yangu na kutii na kuyatenda yale yote niliyokuelekeza, ndipo baraka hizi zitakapoambatana pamoja na wewe. Kwa hiyo utii na imani ni mbegu ambayo tukipanda katika ulimwengu wa roho, inatuvunia kitu kinaitwa baraka. Na baraka mpendwa, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Baraka hatuipati kwa sababu tumefanya kitu fulani. Baraka tunaipata kwa sababu ya tabia tulionayo mbele ya Mungu hususani imani pamoja na utii. Mfano, ukifanya kazi ukalipwa mshahara, hiyo sio baraka, hayo ni mafanikio, ni haki yako kulipwa. Lakini baraka ni unapewa sio kwa sababu unastahili, unapewa kwa sababu ya inner character, wewe unaitii, you are humble na unatenda zile amri za Mungu na maelekezo, Mungu anakubariki. Haleluya! Kwa lazima pia ujue kutofautisha baraka na mafanikio. Kama nilivyosema, baraka it is a gift Hatupewi kwa sababu tuna deserve tuna stahili, tunapewa kwa sababu tunatii na kufata sheria za Mungu. Lakini ukisoma pia Kumbukumbu la Torati kumi na moja ishirini na sita Mungu anasema tazama, nimeweka mbele zenu laana pamoja na baraka. Kwau baraka ni pale utakapolisikia neno langu na kulitii. Laana ni pale utakapokengeuka na kwenda kinyume na maneno yangu. Leo hii mpendwa, umepata majibu kwamba unaweza ukachagua upate baraka au unaweza ukachagua kupata laana ndani ya maisha yako, kwa kuwa na imani na kulitii neno la Mungu. Kwa utii na imani ni mbegu ambao, ukiipanda katika ulimwengu wa Roho, utavuna kwa wakati wake. Haleluya, haleluya. Na jambo la mwisho ambalo inabidi ulipande uweze kuvuna katika ulimwengu wa roho ni sadaka. Hakuna madhabahu ambayo inafanya kazi pasipokuwa imewekewa sadaka, iwe ni ya Mungu iwe ni ya mungu wowote ule. Kwa sadaka ni muhimu mpendwa, sadaka katika madhabahu ya Mungu, sadaka ya sifa, sadaka ya toba, sadaka ya maombi, sadaka kwa wajane na mayatima, ni muhimu sana katika maisha yetu ya Wakristo. Biblia inasema kwamba hata dakika za mwisho Yesu atasema nilikuja, kwako kwa unipe maji hukunipa, nilikuja kwa mama mjane hukunisaidia. Na wengi watakuwa wanasema Bwana, hatukukuona kwa sababu kuna viwango vya watu ambao tulishaviweka ndani ya maisha yetu, ambao tunaweza tukawasaidia na kuwapa msaada. Lakini ukristo wa kweli na dini ya kweli ni ile ambayo inawajali wajane pamoja na mayatima. Kwa sadaka yako isiishie tu kanisani, bali iwafikie na wale wahitaji kulingana na sheria au vile Mungu alivyotuongoza. Kwa hiyo <coughs> tunaona mfano mzuri katika Matendo ya Mitume ile sura ya kumi mstari wa kwanza hadi wanne tunakutana na mtu hapa aliyeitwa Kornelio. Kwa hiyo tunaona kwamba Kornelio alikuwa na tabia ya kutoa sadaka mbele za Mungu, yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo Mungu anamfungulia baraka ya uokovu ndani ya familia yake, ingawa hakuwa Myahudi alikuwa ni mpagani. Lakini pia tunamwona Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, pale tunaona Ayubu alikuwa na tabia ya kutolea sadaka watoto wake, ambao alikuwa na hofu kwamba wakiwa peke yao walikuwa wakienda kinyume na maneno ya Mungu. Kwao mpendwa, sadaka ni muhimu sana. Tumesema sadaka inafanya madhabahu ya Mungu inene juu ya maisha yako. Sadaka inaweka ukumbusho baina yako wewe na Mungu. Sadaka inaweka agano baina yako wewe na Mungu. Sadaka inaonyesha kwamba unatii amri yake, kwa sababu alisema tumtolee sadaka Mungu, alitoa maagizo. Sadaka inaleta ulinzi ndani ya maisha yako, hasa fungu la kumi linalinda fedha zako na mali zako zisichezewe na mapepo pamoja na mashetani, kwa sababu kama hujaweka kwa Mungu, inakuwa ni mali halali ya mapepo ya uzinzi na mapepo ya ulevi na mapepo ya rahala jingine, ambazo unakuta watu wanafanya, lakini huoni hela yako inakwenda wapi, kwa sababu unakuta haujajiweka vyema na madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo kama hupandi, huwezi ukavuna. Fungu la kumi ni mbegu ambao ukipanda unavuna, na fungu la kumi ni la Mungu. Wengi wanasema fungu la kumi ni la wachungaji fungu la kumi ni la Mungu. Kwao linapaswa lifanye kazi za maendeleo katika kanisa la Mungu, linunue viti, litengeneze, linunue sabuni za usafi, litengeneze maendeleo ya kanisa katika nyumba ya Mungu. Sio ya kula, ni ya Mungu fungu la kumi, ili tuweze kuona baraka zikitendeka ndani ya maisha yetu. Kwao nitamalizia kwa kusema kwamba mkulima anawekeza shambani na mavuno na mavuno yanategemea wingi, aina na ubora wa mbegu atakayopanda mkulima. Anategemea misimu, kuna misimu ya kupanda, lakini pia kuna misimu ya kuvuna. Na mkulima anachafuka, mkulima anateseka, na mkulima inapasa avumilie ili aweze kupata matunda. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya Kristo. Tunapopanda hizi mbegu mara nyingi lazima tuwe wavumilivu ili Mungu aweze kutujibu kwa wakati, kwa majira na mapenzi yake, kwa sababu Mungu anajibu kwa muda na wakati wake, sio kwa muda na wakati wetu. Basi usisahau majina yangu, naitwa Pastor Detrix Ndarawa au Dr. Detrix Ndarawa ambaye ni mkunga na muuguzi, lakini pia ni mwanatheolojia na mchungaji kutoka Maranatha First Assemblies ov Tanzania. Asante, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu afya pamoja na Injili ili uweze kupata updates, na Mungu akubariki sana. Tukutane tena katika somo jingine, majira na wakati kama huu. Amen.